Lakini kuja kwangu hapa hakumaanishi kwamba nataka kuingia chama hiki hata kidogo. Hawa viongozi wa mwanzo wa kina Hashim mkubwe ni marafiki zangu wa siku nyingi tu, sio nimewafahamu. Huyu salimu walimu ni mtokufamianae miata mingi tu, aabazi alema kwao. Sijaja hapa kwa sababu ya kuingia chama, naomba hilo lieleweke vizuri. Kuonekana meza kuu ilikuwa niongee lakini, ningesimama pale ningeongea. Hawa waliopasuka kutoka Chadema wakaja CHAUMA ni migongano ya kidemokrasia ndani ya chama. Kwayo mimi kelele yangu kubwa ni kudai haki, kudai demokrasia, na hata hapa ningesimama ningesema hilo hilo. Hawaja niondoa kabisa, usisikize hizo porojo za mtaani, bado ni mwanachama. Mia kwa mia mzee, unachama unaondolewa hivi hivi. Sio dhambi kwamba mwana CCM ezikapa hii hapa. Kadi ya CCM mtu yote asibabaishwe. Alafu la pili ni na maandiko na dokumenti kutoka mahakamani iliyoandikwa na mawakili wa CCM wakithibitisha mimi bado ni mwanachama hey? <laughs> Tunaelekea kwenye uchaguzi kwa maana uchaguzi wa ndani ya chama, je, tutegemee kwa kum... ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa kwa maana Kumbana... maana levo ya jimbo. Je, tutegemee kumuona Malisa katika nafasi yoyote kwa maana udiwani na ubunge? Haya, atakuja wakati wake, ukifika tutaona atakuwa wapi? Tutaona <laughs> tusipate shida <laughs> ndoto <laughs> <laughs> yako ilikuwa ni kuania kuwania urais, ulijuaje? Uliwahi kusikia nimesema? ha, ha, ha. Ya, nakuuliza ha, ha. Sasa kwa nini unasema hivyo? Okay, ulikuwa na ndoto. Unajuaje? Sijawahi kusema sijawahi kabisa kusema kwamba atakugombea urais. sijase Nimezungumzia swala la kupigania demokrasiaoasia nedoroa unadhani CHAUMA demokrasia imesimama au? Kwa vitu mimi siwezi kuzungumza ya CHAUMA, wewe niulize ya kwangu. Mimi kama una hamu na CHAUMA, nenda kaongee nao, kwa sababu kaonge. Hiyo sio sababu, mimi nimesimama na wewe nawe hapa, kwa hiyo nakuuliza maswali yangu mimi, kwa sababu tuko wawili hapa. Uh, umesema kwamba tukifika kwenye hatua ya, ya mchakato wa ndani wa Chama cha Mapinduzi katika hatua uh, ya kura za maoni kwa maana ya ubunge, ndio utasema jambo. Ikatokea sasa ukasema jambo na ukaingia kwenye mchakato ukapigwa chini, je, una mpango wa kuhama kutoka Chama cha Mapinduzi kwenda CHAUMA? Kwa nini unazungumza kupigwa chini? Sipigwa juu? <laughs>